Hadithi ya kivita: Mashujaa wa Mto Kifaru, hadithi ya kuchekesha, kuhuzunisha, yenye usaliti na mshike mshike, inayoisha miaka mingi iliyopita. Katika nchi ya Barakanda kulikuwa na vita vya muda mrefu kati ya majeshi mawili, jeshi la Simba wa Kaskazini na jeshi la Chui wa Kusini. Katikati ya nchi kulikuwa na mto mkubwa uliotajwa na kila mtu kama Mto Kifaru kwa sababu maji yake yalikuwa na nguvu sana, yakipiga kama farasi wa kivita. Hapo ndipo hadithi ya mashujaa wetu inaanza. Kapteni Zuberi, shujaa mwenye moyo wa simba, lakini pia mtu wa mzaha usiokoma. Neema, mpiganaji jasiri na mtaalamu wa mishale, mwenye moyo wa huruma na akili za haraka. Chacha, kijana aliyekuwa mjumbe wa kijiji anayependa kula zaidi ya kupigana. Jenerali Madiba, kiongozi mkongwe wa jeshi la simba wa kaskazini. Kassim, rafiki wa Zuberi aliyeficha siri kubwa. Barakanda ilikuwa ikikumbwa na uvamizi kutoka jeshi la chui wa kusini likiongozwa na Kamanda Ruga, mtu mkali kama chuma na baridi kama theluji. Wakaaji wa vijiji vya kaskazini walikusanyika chini ya uongozi wa Jenerali Madiba. Zuberi, ambaye alijulikana kwa ucheshi wake, aliwaambia wanajeshi siku ya kwanza: Kama risasi zitakuogopesha, kumbuka kuwa hata kuku akipiga kelele unaweza kushtuka zaidi. Basi tucheke kabla ya kulala kwenye uwanja wa vita. Kila mtu alicheka hata katikati ya mizinga, lakini walipigana kwa ujasiri, Neema akirusha mishari yake kwa ustadi. Walishinda lakini walipoteza wanajeshi wengi, ikawa huzuni kubwa. Baada ya ushindi, Kassim Alikamatwa na majeshi ya chui walipokuwa wakipanga mashambulizi mapya. Kamanda Ruga alimwambia, "Rudi kwao, wape taarifa potofu na utakuwa huru." Kassim alirudi lakini moyo wake ulikuwa umebadilika. Aliwaonya Zuberi na Jenerali Madiba kuhusu mpango wa adui. Kwa ujasiri, alikiri hadharani kuwa alihusiana na chui. Awali Wanajeshi walitaka kumhukumu, lakini Zuberi alisema, Mtu anayekiri kosa lake anapaswa kupewa nafasi ya kulipa deni lake kwa ujasiri. Siku ya mwisho ya vita ilifika. Jeshi la chui lilivama kwa nguvu zote. Mapigano yakawa makali huku Zuberi akipigana upande mmoja na Neema upande mwingine. Chacha, licha ya uoga wake, Alijitupa kwenye maji na kuvunja mashua za adui kwa shoka. Kassim alijitolea kupiga filifi ya ishara katikati ya uwanja, akijua kuwa angekuwa shabaha. Risasi ilimpiga, lakini sauti ya filifi iliwapa simba ishara ya kushambulia. Walishinda chui. Lakini Kassim aliaga dunia mikononi mwa Zuberi. Baada ya ushindi Zuberi, Neema na Chacha walimzika Kassim kando ya mto Kifaru, wakapanda mti wa kumbukumbu. Zuberi alisema, alikuwa adui yenye mbadilika kuwa ndugu. Shujaa si yule anayeanguka, bali yule anayesimama baada ya makosa. Barakanda ilipata amani. Watu walicheka tena wakikumbuka vituko vya Chacha na ucheshi wa Zuberi, lakini pia waliheshimu damu iliyomwagika kwa ajili ya uhuru wao. Mashujaa wa Mto Kifaru ni hadithi ya ujasiri, ucheshi, huzuni na msamaha. Inatufunza kuwa hata katikati ya vita, moyo wa binadamu unaweza kuchagua kicheko, uaminifu na msamaha, mambo yanayoweza kuponya hata majeraha ya kina.